Nainjia mjambo nangina na oye. Oye unyula oye. Oye, sasa mjue ya kwamba haya manyumba ni yenu. Msifikirie haya manyumba ni ya watu wa Nairobi. Hii na affordable housing ambayo nyinyi mnaweza kujipanga na kununua hizi nyumba kwa pei ile ya chini, unalipa polepole pole. Tunataka nyinyi muje muishi kwa hizi manyumba, mwaje yale mashamba kule nyumbani tupande mimea ya kusaidia watu wetu. Usilie oh, kaburi hii ni ya mama, kaburi hii ni ya baba. Wewe saa mtoto uite mama yako uite baba yako ndio umkumbuke hapo? Hapana, mpaka uwe unakaa hapo, unaona kaburi yake ndio unamkumbuka. Kwa hivyo Kenya inaendelea mbele na rais ameona mbele, kuona ya kwamba nchi kuendelea mbele, mpaka uanze na hatua moja, na hii ni hatua moja ya kuendelesha Kenya yetu kuwa nchi ambayo inaendelea mbele. Huu mradi unapeana kazi kwa vijana wetu, pia wale ambao wanahusika, wale wanaleta mchanga hapa, wale wanaleta mawe, wale wanajenga hapa. Hiyo ndio kufanya inji ikuwe kwa haraka, na hilo ndio lengo. Naona rais tayari ameona. Kulia lala abanda wei, kulia lala. Na hapa Busia, mnasemaje? Mnasemaje? Arambe, arambe!